Ipo moja kati ya voice note ambayo inaendelea kuvuja sana kwa kasi kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Voice note hiyo ambayo ilikuwa ni ndefu kidogo ilikuwa inaelezea vitu ambavyo vinaendelea kati ya maswahiba wawili hapa, nazungumzia mpenzi wa Rivane Vivian Boy na si mwingine ni Fayhma, pamoja na rafiki yake wa dhati, huyu ni anaitwa Irene, kama bado ilikuwa haujamjua kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Sasa kuna voice note ambayo imekuwa ikitembea sana kupitia mitandao ya kijamii. Voice note hii ambayo ilikuwa inaongelea mambo mengi kati ya urafiki wao, wao na uswahiba wao marafiki hao wawili Fayhma pamoja na Irene. Sasa Irene aliongelea mambo mengi sana humo ndani akizungumzia mahusiano yake pamoja na mastaa, na aliweza kuongea mambo mengi akisema ya kwamba mimi siwezi kuwa na mahusiano na staa yoyote, kwa sababu mastaa ni ninawajua mastaa wengi hawanaga hela, ni maisha tu ya kuishi mtandaoni na kuvimba na vitu kama hivyo, lakini katika uhalisia ni watu ambao hawana hela kiukweli. So aliweza kuongelea mambo mengi, itakuwa kusikiliza voice note kwa urefu zaidi baada ya kuongea maneno haya, lakini kikubwa ni kwamba ambacho ukijui katika sakata hili huyu mwanadada ambaye ni Irene ndiyo aliyemkutanisha Fahima pamoja na Rayvan, yani huyu ndo aliyetengeneza mchongo mzima wa mahusiano kati ya Fahima na Vivian Boy ambaye kwa sasa inasemekana ya kwamba za chini chini, Vivian Boy, moja kati ya interview zake ambazo aliweza kufanyiwa na media mbalimbali, aliweza kusema kwamba anatarajia kuja kufunga ndoa na bidada huyu Fahima, ikiwa tayari ameshazaa naye na vitu kama hivyo, so takachoweza kusikiliza voice note hii ambayo ilikuwa inaelezea mambo mengi sana humo ndani ambayo aliweza kuitoa kuitua Mange Kimambi hivi juzi na kusema kwamba ndicho kinachoendelea kati ya maswahiba wawili kati ya Irene pamoja na Fahima. penzi lakini kumbuka hapo nyuma Mange Kimambi aliweza kutoa voice note ya chat ambazo ziliweza kuvuja kati ya maswaiba wa wawili ambaye ni Hamisa Mobeto. Chati hizo zilikuwa zinamhusu yeye na, ye na mpenzi wake Aziziki, ambapo hapa anamzungumzia Rushaina, ambaye aliweza kuandika mambo mengi akimchamba mpenzi wa rafiki yake Hamisa Mobeto na kuongelea mwonekano wa Aziziki katika upande wa mdomo na vitu kama hivyo. So marafiki wa mastaa mara nyingi waga wana mambo mengi sana, unaweza kufikiri labda ni watu wazuri, lakini kumbe wanazungukana wao kwa wao katika upande wa pili sasa Kusikiza voice note, lakini baada ya hapo utaweza kushusha comment yako. Lakini mbali na hivyo nimekuwekea bonus video ya Gigi Mane akiwa live akiongelea mambo mengi sana, ambapo watu wengi walipata reaction kubwa na kile ambacho ilikuwa nakiongelea. Sitaki nielezee mengi kuhusiana na hili hii video ambayo nitakuwekea ya Gigi Mane akizungumzia maisha yake jinsi yanavyokwenda hivi sasa Scott Rizzi. Hii hapa ni Blue House Dax Media, ukisubscribe ndio unakuwa na familia yetu wa nguvu, ambaye utakuwa unapata update zetu kila wakati, asante oh, wewe usifanisha watu kama wakina Fayhma sio wakina nani wana hela kunizidi, siwezi nikahangaika na wewe bwana, ni hana hela tanisha mchunaga huko we mimsinaye uko miaka minne mitatu nyuma, wamfaidwawitu lakilaki mbili wa mafrendi meleatuanamngia hivi sana, lakini huo ni ukweli. Yani huyo, haya nimemwacha miaka mitatu nyuma minne, huyo anaongea kana hivi, kwa sababu wao wanaongea kana hivi, sio mimi. Wewe mimi, huwezi kunifananisha na Fahima, huwezi kunifananisha na mwanamke yoyote, huwezi mimi, next level, huwezi kunifananisha na mtu yoyote, yani kutaja vitu ninavyo, huwezi hata uwe Fahima mwenyewe

Kristo mkono wa Bwana asifiwe. Taomba tu kwa Mungu sirini. Kama kuna madhabahu naendaga, ni hapo hapo kwa Marisa, mtaongea na prophet kama atanipa time ya kuniombea ataniombea kwa muda wake. Ah! Sije kuingia kanisa ni na WSW, inga, damu, una tayari YouTube nayo wewe, wengine kuna binadamu aje kenda nyumba ya ibada. Hajakukuta matatizo baby. Kuna muda unaamka kwenye ajali unakimbilia mwenyewe. Mwenyewe mimi nishai kulewa nikaisi kama leo pombe imenipa na kichwani, ninakuachiza nikakimbia kanisani. Unaniambia sasa kwenda kanisani? Mimi namjua Mungu kuliko chochote, yani mimi nina urafiki na Mungu, alafu paka anasema wah, kuna muda sasa unanipendelea sana, am I last born to you? Nina urafiki na Mungu paka anasema hey, lord, you give me so much, i think i don't deserve it, but thank you, thank you cause you show me the way, there's no one can show me hey, and I never stop crying for God. I never abandon this God. I never.

mnaogopa Kiingereza? Mnashindwa. Mwanamke yoyote utamwambia, elezea mpishi, yani mpishi au unaambia tumwambia Wema anapika, yani anapika kipindi chake, anapika mwambie cook by Wema, she's cooking ya ya ya ya ya nini nini, malizia maneno aliyosema mwanzo kwa Kiingereza wewe, not ya ya ya kuna muda msifikiri, mnasubiri mpaka dunia sijui ndio ipinduke sijui, sijui mnasubiria tsunami ndio tupate msaada, vitabu vipya, nchi anze upya? A a, jifunzeni nyinyi watoto. Kuna muda mtu anajiembaras like, unatongozwa na mwanaume handsome. Nishakutana na mdada, this is true story. Nishamwona msichana mzuri, you know when I say mzuri, kuna watoto tu nia umeumbwa Achana ili bolungutu langu unakuja kuanzia kwenye shingo yake. Yeye ni ya kwangu mimi, uweke na Hamisa, uichukue na nani sijui, tuseme yani uichukue na Nikolo uzeeke kwa pamoja. she's so pretty. Shida ni moja kwa yule binti Ka mdomo. Kitendo cha kufungua yule mama mdomo, mimi niliingia zangu chini akiti, niko mtume. Naomba ni kama unatamani kama ufungue ufungue skuli, wewe unaita watoto wale mbwa wale mbwa, njooni niwafundishe jinsi ya kuongea na watu, this now Yani kafu, enika, ali, okay. Katu, alikuwa na alikuwa mimi, anatongozwa niko meza pembeni, na alikuwa anamtongoza shoga yangu, msiwadanganye. Baadaye nikamtongoza mimi, akanitongoza mimi, maana aliona bora ukose